au hufratu min hufari nar, au ni katika mashimo ya moto. Unaposamehewa madhambi zako na unapomrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unapofufuliwa siku ya kiyama utakuwa katika wale ambao wanaopokewa na malaika, malaika wakiwambia kama alivyosema Mwenyezi Mungu, watatalaqahumul malaika, na malaika ndio wenye kukupokea unapotoka kaburini, wakikwambia hadha yaumkum lladhi kuntum tuadun, hii ndio siku Mwenyezi Mungu amewaahidi. Ulifunga, uliswali, ulifanya khairi, ulimwomba Mwenyezi Mungu msamaha, leo ndo siku ya ahadi walipo thawabu yako, unapofufuliwa siku ya kiyama na umesamehewa madhambi zako. Basi hujue ya kwamba siku ya kiyama kuna mateso, kuna njaa, kuna kiu, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ikiwa amekusamehe madhambi zako basi utakuwa katika khairi bali labda huenda ukakuwa katika chini ya kivuli ya arshi ya Allah subhanahu wataala. Ukisamehewa madhambi zako basi ujue ya kwamba siku ya kiyama ni siku nzito. Mwenyezi Mungu asema, dhalika yaumun asir ala lkafirina ghairu yasir, ni siku nzito siku hiyo hasatan kwa wale ambao waliomkufuru Mwenyezi Mungu, haitakuwa ni siku sahali. Itakuwa ni nzito zaidi kwao, ni siku ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatoa siri za watu zote nje. Mwenyezi Mungu atasema, Mwenyezi Mungu alivyosema katika sura At-Tariq, Yawma tubla as-sarair, ni siku ambazo siri zitatoka nje, zitafichuka na siri zitatangazwa na watu watafedheheshwa. Lakini Mwenyezi Mungu akiwa amekusamehe basi utasimama mbele yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama nilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam asema Mwenyezi Mungu ataikastara na hakuna mtu ajua wewe na Allah mwazungumza nini. Watu wote wamesimama pale, waitwa fulani bni fulani, e fulani mtoto wa fulani njo, kisha waja wasimama mbele ya Allah subhanahu wa taala. Ukisimama mbele yake Mwenyezi Mungu waekastara kanafa, hakuna mtu wa kuona. Mwenyezi Mungu amekuleta karibu, wewe na Allah peke yenu mwazungumza. Kisha Mwenyezi Mungu humwambia: ya abdi, ewe mja wangu, atadhkuru yauma kadha wa kadha Wakumbuka siku ulifanya hivi na vile, wakumbuka siku ulifanya vili na vile. Yule mja asema naam ya rab, nilifanya naam ya rab, nilifanya. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia mja wake satartuha laka fi dunya wa ana ha aghfiru laka lyoum, nilikustiri duniani na leo sitakufedhehesha mja wangu na kusamehe. Kisha yule mja kwa furaha hupewa kitabu chake kwa mkono wa kulia akawa ni mwenye kufurahi, akibeba kitabu chake akisema ha mukrau kitabia inni dhanantu anni mulaqin hisabia, someni kitabu changu mi nilikuwa najua kuna siku nitasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, ndo maana nilijitayarisha na nikamwomba Mwenyezi Mungu na msamaha kabla sijaletwa hapa. Ahibati fillah ukisamehewa madhambi zako ujue ya kwamba hutaingizwa motoni wala hauna sababu ya kuingizwa motoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiwa na madhambi akikusamehe, hakuna mtu ataingizwa motoni, ukisamehewa waingizwa peponi. Salimini, ndugu mislamu, ujue ya kwamba ramadhani ni fursa ya mimi na wewe tusamehee madhambi zetu, ni fursa ya mtu kumrudia Mwenyezi Mungu, ni fursa ya mtu kumfurahisha Mwenyezi Mungu, ni, ni fursa kwa mtu kumridhisha Mwenyezi Mungu. Je, Ramadhani hii tutatumia wakati wetu vizuri? Na tumwombe Allah msamaha na tumrudie. Namwomba Allah subhanahu wa taala atuwafikie, mwomba Allah subhanahu wa taala atusamehe madhambi zetu, namwomba Allah subhanahu wa taala atutakabalie toba yetu, namwomba Allah subhanahu wa taala atujalie ni katika wale ambao Ramadhani inapoisha basi pia madhambi yao yote wamefutia. Ndugu mslamu, Mwenyezi Mungu ni mkarimu na yuko tayari kutupokea na daima waabada, usisahau kumwomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu mtu anapokuwa katika hali ya soumu dua yake hukubaliwa, na maadamu dua zetu za kubaliwa, twanyosha mkono twasema allahuma